Aviator. Rusha ndege ushinde, wapi utatua? uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Kwenye uzinduzi wa duka la Asma hapa Sinza Vatican, na watu wengi sana wamehudhuria hapa, na moja hata wamehudhuria hapa ni our big brother <coughs> Kabisa. Mpendeza sana ndugu yangu. Bwana nashukuru sana. Ongera sana. Sawa. So, sana. Wewe ni mmoja wa watu ambao ameweza kufika hapa kwenye uzinduzi wa duka jipya la Asma. Ningependa nisikie neno lolote kutoka kwako kusiana eh, nana... na kitu unachoweza kusema ni kitu kizuri, ni kitu kikubwa. Hame amefanya uthubutu, umeelewa? Hii hela angeweza kufanyia vitu vingine, angeweza kununua vijora, angeweza kufanya chochote, lakini akaamua kujibana, na hata kuna story alinipa, the way alivyopambana mpaka kuweza kufanikisha kwa hichi kidogo. Kiukweli nimpongeze sana na nazidi kumpongeza kwenye hilo, umeelewa? Kwa sababu katika, hali, katika uhalisia wa kawaida angekuwa mwanamke mwana Mwingine ni msichana mdogo mzuri, angeza labda kusema ah, sasa hivi nishapata jina na nitafute tu mwanaume mwenye hela, lakini anajaribu kutafuta financial freedom, awe na maamuzi yake, anakuwa na hela zake, akitaka kufanya hivi ananua. Kwa hiyo hichi ni kitu kizuri sana okay. kama brother, ni nini ambacho unamshauri? Namshauri tu stay focus. Unajua, unapoanza hatua moja ya kimaendeleo pia unakaribisha na maadui, hiyo ni nature, iko hivyo, watakuja watu Taambia hamna lolote, mtaji yenyewe takuwa ka, kapewa na bwana ule, umeelewa. Yani mambo mengi yatakuja, lakini mi naamini huyu ni hasla kajitafuta kwenye upande wa sanaa. Sanaa yake sana imemsaidia kasevu, alivyovisevu leo hii amepata kitu kama hichi. Kwa hiyo ni kitu cha kumpa moyo na, kum, na kumpongeza na kumfanya kwamba asitoke nje ya lele, lakini nilivyoongea naye na mentality yake najua kabisa atafika mbali. Unadhani

content online wanapush watu wanaona, umeshanaelewa? Na Tanzania imekuwa ni nchi fulani ambayo kiukweli ni nchi ya kusupport wewe. Angalia, kuna wafanyabiashara wengi hawana majina, sio masta wala sio wasanii, na wanafanya vizuri kwenye biashara kwa, kwa sababu watu wanawaona online, wanawasupport. Kwa hiyo ile dhana ni dhana tu kwamba mwanamke ah, huyu atakuwa kaongwa nini, lakini mimi naamini kabisa wapo wengi sana ambao wanajitafuta kama hivyo yeah zako wanasubiri vitu vingi sana maybe, kuna plani yote ya kuachia kazi hivi karibuni? Yes, kwanza, kama unavyojua tuna tuzo za Tanzania Comedy zinarudi tena kwa ukubwa zaidi ya ule. Kama unavyojua tuliset standard mpaka sasa hivi sidhani kama kuna event kubwa ya entertainment kuzidi hili. Hiyo nina haki ya kujisifu kwa yeah, na, hiyo yeah, najua tuna challenge ya kuifunika ile, lakini tutaifunika because timu tunafanya nayo kazi ni inayojielewa, kwa hiyo tutafanya vizuri, tutaongeza nguvu na tunapokea ushauri, lakini pia kwa upande wangu, na surprise ya mwaka huu baada ya Ramadhani hapo na kuja nashusha vi, kuna maswali mengi nilikuwa naulizwa, nakuja kuyapa majibu yake. Yeah. Yeah. Baada ya hapo tena na tukio lingine pengine linaweza lika kuliko lila la Jux. <laughs> Umeelewa tu, matukio mwaka huu ni mwaka wa kumaliza stori zote. Inawezekana humu humu nchi jirani, lakini lazima nika, nika <laughs> ni hili. Naka, Nataka nimfunike bwana okay, nikuulize hili pia uh, mwaka jana kulitokea na maneno mengi sana kwenye mitandao baada ya uh, baadhi ya wasanii nakiwemo kutoa ushauri kwa vijana kuhusiana na wafanye kazi, kila mtu alipokea kwa namna ambavyo ye alielewa. Uh, kuna namna una regret kwa kile ambacho likisema na kulingana na yale mapokeo ya watu namna ambavyo walikuwa wakiwataki kwenye mitandao ya kijamii. Ujue hii ni nchi huru, umeelewa. Kila mtu pia ana haki ya kutoa maoni yake, na ukiangalia comment, kuna walokasirika, lakini kuna wengine wali waliukubali ukweli. Kwa hiyo ilikuwa mixed feelings, lakini mi simlaumu mtu, wala nikiona hata mtu ukatukana, kwa sababu na uwezo wa kuzima comment, mfano kwa hiyo wewe ende nani, express your feelings you understand. Kwa hiyo mimi kiukweli naka, sisi kama vijana bado nasisitiza kwamba kama vijana tujipambanie, umeelewa, tupige kazi, umeshaelewa, tujipambanie tupige kazi, na tuna haki pia ya kuiwajibisha serikali, kuioji kuiuliza hivi na hivi, ni haki yetu, sisi ni wananchi, wao ni serikali, na mimi naamini pia Ina, ina, ina tusikiliza. Kwa hiyo hayo mengine inabidi tukubaliane nayo, kazi hiyo ni, ni wote umeelewa, yeah. Kwa sababu mimi naamini sometimes kuna watu, unajua mtu anaweza kama ametoka mkoani, kuna sisi ambao vijana tunaamini sisi sisi ni hapa hapa mjini ni wada, lakini kuna mtu anatoka mkoani, mara unamwona ana goli lake pale la mtumba, taratibu taratibu taratibu tip ta tip ta. Mimi kuna watu wengi nimeona sana wamegrow, wameanza wadogo, ndio maana hata huyu Asma simshangai. Mfano na hapa mfano mdogo tu, mimi nimemwona mtu kama Nifa, ndio yeye alipokuwa ana grow taratibu taratibu, sasa hivi ana maduka mangapi eh? Sikapambana, tunamuona kabisa mitandaoni anapambana tangia mwanzo, lakini kwa hiyo ndio nini, juhudi ya kufanya kazi, umeelewa? Sio sio kwa so, sio kwa kwa baya, labda inawezekana sometime unaweza kaongea kauli mtu akaona kama unadhihaki watu yeah. Kwenye mtu ambaye amefikiria hivyo, naweza nikaomba msamaha kwamba pengine labda mapokeo, unajua kila mtu kauli ana, ana vile anavyoipokea, lakini kuambiana ukweli kwamba bana jamani, vijana tufanyeni kazi. Kuna opportunity hii na hii na hii yaani, na nchi yetu ina fursa nyingi sana. Mfano mmoja hapo labda, mimi watu walikuwa wanaambia Ommy, wewe unaonekana unaweza kuwa comedian mzuri kwa sababu ya kufanya zile dogo dimpo, lakini mimi bado nikaa sijioni kama na fit kuwa comedian kama kinakoi au nani nani, lakini nikaona kuna opportunity ya kuandaa tuzo za comedy, sababu nchi bado ina fursa. Watu walikaa kama siku zote industry inakuwa, mbona haina tuzo zake za, umeelewa? Yani comedy wote hawa vitu wanavyofanya, wanaenda kukutana na kategori moja tu kwenye tuzo za filamu ambayo haiwatoshelezi, lakini sasa hivi tuliweka kategori mpaka zika hazitoshi kwa hiyo nchi yetu ina fursa nyingi sana. Umeelewa? Tuna haki ya kulalamika pale tunapoona kwamba hapa kinatakiwa kitu kurekebishwa, na ndio maana unaona viongozi kila siku, sijui waziri mkuu nani wako maziarani huko, na wenyewe wanajaribu kutatua changamoto Umeelewa? Lakini haimaanishi kwamba tubweteke tukae tu, kwa sababu sasa hivi ukiangalia mfano tatizo la ajira liko dunia nzima sio Tanzania kwa sababu population ya vijana imekuwa kubwa. Umeelewa, eh? Kwa hiyo ukiangalia hilo tatizo la ajira liko dunia nzima sio Tanzania tu peke yake, lakini bado tuna haki kama Watanzania kuongelea kero zetu ambazo tunaona, bana, hizi kero hivi na hivi na hivi umeelewa. Lakini ukiniambia hivi, mfano juzi nilikuwa namuona meya mpya wa New York Mamdani anamwambia Trump kwamba inabidi wawasaidie wananchi wa, wa, wa, wa, saidi, wa New York, kwa sababu sasa hivi wananchi wengine wanashindwa kuafodi dola mbili ya kulipia treni, yaani zile mwendo, nini SGR zile, zile underground treni zao. Yaani kuna mtu hata ukiangalia kuna video, kuna mtu anaruka geti, mwingine anapita chini, hana tiketi. dola mbili, unajua ni shilingi ngapi? elfu ngapi? Elfu tano sijui, mtu hana na hiyo. Yu, yuko wapi? New York. Kwa, kwa hiyo hili ni janga la dunia nzima okay, yeah. <inaudible> Unajua tulikuwa kwenye kipindi cha uchaguzi, kampeni, kuna kila mtu ana miono yake ya kisiasa, kuna mambo mengi, kwa hiyo tuliongea katika hiyo time. Unajua, iko tuko katika ule, kwenye, kwenye ule mchakato wa uchaguzi, kwa hiyo kuna mixed feelings hapo, yeah. Na mmoja kati ya comedian alilalamika na alifanya interview akasema kwamba wewe ulimzuia kwenye tuzo ukamwambia aondoke kwa sababu uh, kipengele ambacho yeye alikuwa anakitaka akikuwepo King Pusi. King Pusi alisema kwamba ulimfukuza akamwambia na wewe ondoka, kitu ambacho unakifanya aki ya ya kategoria yes. Digital content creator e, yeah. Ukakataa kabisa. Unajua labda lazima mjue kitu kimoja wakati tunaanza kwanza, kwanza sikumfukuza, hakuna sehemu, yaani nilimfukuza wapi? Kwa sababu mara ya kwanza tumekutana ni ile siku ambayo tulio launch comedy pale, ndio siku ambayo mimi nili nilionana naye na alichukua mike akatoa maoni mbele ya kila mtu na waandishi waliokuwepo siku ile. Kwa hiyo hayakuwa maoni ya mimi na yeye, between mimi na yeye. Lakini kitu kingine lazima mjue kwamba tuzo ndio ilikuwa tumezianza ndio kwa mara ya kwanza, kwa hiyo kulikuwa kuna mambo mengi watu kwanza wakaona labda hizo tuzo zitakuwa za kinakoi yani, mambo yalikuwa mengi, lakini kitu kimoja nilijitahidi kushirikisha wadau, kwa sababu kumbuka, mi ni msanii tu mwimbaji, lakini nimeona kuna fursa ya kufanya kitu fani kwenye comedy, kwa sababu napenda comedy, lakini lazima washirikishe wadau wenyewe wenye tasnia yao, na ndio maana tulijitahidi kadri ya uwezo wetu, na ukiangalia hata nyinyi mashahidi, kama kuna tukio ambalo lilikuwa tukio zuri ambalo lilienda, umeelewa, lilikuwa ni lile. Na hata ukiangalia kwenye mambo ya, ya zile kategori chache zilizokuepo, sidhani kama kuna kategori nyingi ambayo unaweza sema huyu akustahili huyu alistahili. Umeelewa? ilikuwa na na hiyo inatumiza kichwa. Hata mwaka huu watu wanapeleka sana moto, kuna ma legend hapa wanaweza wakakosa duzu. Umeelewa? Kwa sisi tunataka tuwe very fair anaestahiri atapewa, kwa sababu watu sio wajinga, wanaona wanajua. Sasa hivi aba, ukisema kama yeye, kama inawezekana tuzo hizi zimempa changamoto, kamahaya Dimpo zinawakomesha hivi, anapeleka motosa umenelewa, so Facebook, na muona kila sehemu TikTok wapi, kuna nkonzala anapiga namba za hatari, yani watu wanatafuta engo, wanaona hii imekubali, wanatandika. Kuna vitu vingine hata mnavoingia kwenye tuzo yani una, unalala di usingizi wajua, yule anashinda yanasana. Kwa hiyo ndo tunajaribu kufanya hivyo. Kwa hiyo tuzo zinawapa watu motisha ya kupiga kazi. Alikuwa ana haki ya kuzungumza fia, pia. Lakini pia kipindi kile tulikuwa tunashindwa bajeti na nini na nini alafu ile kategori bado ulikuwa nataka kwamba tuzo pia zionekane zina thamani. Umenelewa Kwa hiyo market tumezipa challenge ya tatu tuzo zingine. Kwa sababu ya zile tuzo tulijitahidi ubora, nyinyi wenyewe ni mashahidi. Sawa hmm. uh, huwa kuna changamoto kubwa ya wasanii au watu maarufu. Wakizindua biashara tunakuepo kama hivi, tuna support lakini consistency inakosekana. Na, na mwisho siku unakuta biashara yenyewe inapotea. Special, hata rafiki yako amekuwa akizindua biashara na nini, Baadaye zinatopotea na hivi na vile. Unafikiri huwa ni changamoto yani, changamoto gani inawakuta mpaka consistency ya biashara wanashindwa kuwa na unajua biashara